9asante kuichagua Sauti Kuu TV Online kuwa kituo chako bora cha habari. Jina langu ni Dorcas Daniel, karibu katika magazetini leo, kipindi kinachokujia Jumatatu hadi Jumamosi majira ya saa moja na nusu ya asubuhi saa za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati ikitajwa kuwa saa kumi na mbili unusu pana mitambo, mwenzangu ni Kamara. Tunaanzia habari za kitaifa na kimataifa, yaani kurasa za mbele za magazeti. Nalipa kipaumbele gazeti Mwananchi, habari kubwa inasema msiba wa mzee Mtei walivyotema nyongo. Eh, habari hii imetajwa katika gazeti hili ukurasa wake wa nne. Kwa kina inasema kwa mujibu wa wachambuzi wa, wa siasa eh, kilichozungumzwa na wanasiasa kwenye mazishi yake kinaashiri uwepo wa ombwe la jukwaa huru la wao kuzungumza na kusikilizwa. Walivyotema nyongo, msiba wa mzee Mtei, mawazo mseto. Tamko la tume ya jaji Chande kufanya kazi zake faragha, habari ikielezwa hapa. CCM ya kata mzizi ubunge Peramiho, yateua wajumbe neka habari imeelezwa vile vile katika gazeti Mwananchi. Habari nyingine nasema, madaraja mengi Handeni hatari, utaratibu huu hapa, bima ya afya ikianza leo, utaratibu e, umetajwa, bima ya afya ikianza hii leo. Kilio cha umeme kuisha haraka ni habari pia ambayo utaipata katika gazeti Mwananchi utakapokamata nakala yako mkononi mwako, ama kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii ambako huko kidijitali zaidi habari hizi pia huandikwa, na hamia gazeti ni Pashe, Mwanga wa Jamii. Asubuhi ya leo habari kubwa inasema siku ya elimu, hatari kizazi cha vyeti pasipo ajira. Hatari kizazi cha vyeti pasipo ajira. MV Mwanza kijiji kinachoeleza, eh, kijiji kinachoelea fahari ya usafiri kanda ya Ziwa. Hatujakata tamaa licha vipigo mfululizo. Sawa, habari <laughs> ya kimichezo hiyo, pengine ningeisoma hapo baadaye. Afutiwa kifungo cha miaka 20 jela, kisa kiapo. Gesi asilia ya wapa hueni madereva yakikuza e, uchumi pamoja na ajira, na ikumbukwe leo ni siku ya nishati safi inayoadhimishwa kila tarehe 26 Januari. Ila mwaka. SMZ, magonjwa yasiyoambukiza ni tishio kubwa yanayotugharimu. Habari hii imetajwa katika gazeti Nipashe mwanga wa Jamii. Naondoka hapa, mtazamaji, nikiangazia gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari lokolezo wino, inasema neema biashara za wananchi wafanyabiashara wakopeshwa bilioni 1.3 siku mia moja za Samia. Maelfu wasajiliwa warahim, e, warasimishwa katika sekta za uzalishaji nchini. Je, wewe ni miongoni mwa wafanyabiashara ambao wamekopeshwa bilioni 1.3, au jatimiza vigezo? Vigezo na masharti kuzingatiwa. sisi ya yamteua Dkt Komba kumrithi Jenista Muhimbili yasubiri watoto mimba za kupandikiza. Miti milioni 691 ya pandwa miaka mitano, habari hii ikitajwa katika gazeti ya habari leo eh, gwiji la habari Tanzania. Samia mlilia jaji Mushi amsifu uadilifu. Haya, maelfu wapata msaada eh, saikolojia siku mia moja. Vijiji vyatumia mabilioni ya eh, mrabaha miradi ya kijamii gazeti habari leo, guiji la habari Tanzania linaeleza gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi limeandika Dkt. Samia ongoza kikao cha NEC haya cha teua e, wagombea nafasi mbalimbali. Mavundo yaonya migogoro sekta ya madini. Habari nyingine nasema serikali kuimarisha kutanua miundombinu ya bandari Dkt. Khalid, habari hii ikielezwa katika ukurasa wa pili wa gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi sheria mpya ya ajira kulinda nafasi za Zanzibar. Iran ya onya shambulizi la kijeshi litakuwa e, vita kamili. habari hii imeelezwa e, katika gazeti Zanzibar leo. Sasa naondoka hapo nikiangazia gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. gazeti hili limeandika Samia aimarisha uchumi wa Geita kupitia ujenzi barabara icop rea kunufaisha waliopitiwa bomba la mafuta. Tatizo la maji kubaki historia Lushoto pamoja na Ruasa. Rais atuma salam za rambirambi kifo cha jaji mstaafu Jaji Mushi. Mafuriko ya waua 61 e, Afghanistan, habari ambayo imetajwa katika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Naondoka hapo, mtazamaji, ni kitupio macho gazeti Uelekeo. Leo yetu ndiyo kesho yetu, na kama hii imeandika, CCM yampa mrithi wa jeni yampata, kumradhi, CCM yampata mrithi wa Jenista, ni Dr. Lazaro Komba, licha ya kuwa na tetesi nyingi mtandaoni kwa habari ya mwanawe Jenista Muhagama marehemu, lakini vilevile vile CCM leo yampata mrithi wa Jenista ni Dr. Lazaro Komba. Haya, Waziri Mchengerwa akemea wanaoficha wagonjwa wa ukoma. Diaspora wahimizwa kuwekeza nyumbani. Gazeti Uelekeo linataja kwa kina. Raia Mzalendo limeandika waziri na nauka aipa kongole TADB mikopo kwa vijana. Kanisa la Mlima wa Moto Mikocheni waja na kongamano la anza mwaka na Bwana Dr. Kellen Rose aenda ku, eh, Dr. Kellen Rose aenda kanisani kushukuru kwa ushindi wa kimbunga wa asilimia tisini na tano huko Mlimba. Nakala ya gazeti Raia Mzalendo inaandika. Serikali ya sajili zaidi wafanyabiashara eh, serikali ya sajili zaidi wafanyabiashara ndogondogo laki moja na elfu kumi na tisa elfu, habari ambayo imetajwa katika Raia Mzalendo Haya, na ondoka hapo, nikiangazia gazeti Mtanzania leo, kazi ni kipaumbele chetu. Gazeti hili limeandika waziri na nauka aipongeza TADB kwa miradi ya vijana, aiagiza iongeze mikopo kwa vijana wa Kagera. TADB yatoa mikopo ya e, sawa bari imetajwa katika nakala ya gazeti Mtanzania leo. Tisweza yaeleza fursa mpya ya uwekezaji na utalii mara vilevile nakala ya gazeti Mtanzania leo kazi ni kipaumbele chetu, inaandika gazeti Mwananchi Huru limeandika TADB yatekeleza kwa vitendo maono ya Rais Dr. Samia kwa vijana, kongamano la anza mwaka na Bwana lazinduliwa Kanisa la Mlima wa Moto. Haya, mimi naondoka hapo mtazamaji e, nikiangazia habari nyingine kunako gazeti Mwana Habari gazeti bora limeandika Makonda chomo za CCM taifa, ateuliwa kugombea mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa anayetokana na bunge bora. Haya, wengine wawili wakiwamo Livingstone Lusinde Kibajaji pamo, <laughs> Livingstone Lusinde maarufu Kibajaji pamoja na Asia Halamga habari kitajwa ikitajwa katika gazeti Mwanahabari. Asiahalamga, mbunge wa Hanang. Huko kimenuka, sakata la uwekezaji Geita. Waziri Sangu ahimiza wa diaspora kuchangia kikamilifu maendeleo ya taifa Tanzania kuendelea kushirikiana na nchi za e, Nodiki katika sekta ya afya. Habari hii imetajwa katika gazeti Mwanahabari gazeti bora. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi, nikirejea hapa basi, moja kwa moja tutaangazia habari za kimichezo na burudani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 92 au 0678813891. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya magazetini leo iliyo mahususi kwa habari za kimichezo na burudani na hasa ukiwa mwana michezo popote hapo ulipo. Jina langu unaitwa Dorcas Daniel. Tuanzie gazeti za sporti michezo na burudani. Gazeti hili limeandika Simba Yanga kubwa lijalo kaf <laughs> ya kweli hayo ya e, Simba Yanga kubwa lijalo kaf ligi kuu ya soka ya wanawake Januari 29 e, kompani akiri ugumu Bundesliga, habari ambayo imetajwa katika gazeti za spoti vilevile. Guardiola awakosha waamuzi EPL. Waziri Pembe awataka wasanii kuwa wabunifu. Haya ya kimichezo utayapata katika gazeti za spoti utakapo angazia eh, habari, habari hiyo pauni milioni themanini kumpeleka Arsenal. Uh, Alvarez, habari ambayo imetajwa katika nakala ya gazeti za Sport. Inaondoka hapo nikiangazia, nipashe kurasa wake wa mwisho ameandika Simba haijaisha licha ya kupoteza michezo mitatu kwenye kundi lao, yaahidi kupambana kwenye michezo iliyobaki. Haya, Yanga Sports Club yaigeukia Dodoma Jiji. Habari hii imetajwa eh, katika gazeti Nipashe. nweri nyota imewaka Marseille, habari ambayo imetajwa hapo. Sasa gazeti habari Leo, gwiji la habari Tanzania limeandika Azam ya zinduka, shirikisho da city yawapa fursa wazao wa kikapu, Prisons JKT, hakuna mbabe wa kongwe, waitabiria nafasi simba kimataifa. Habari hii imetajwa katika gazeti habari leo guiji la habari Tanzania. Gazeti Zanzibar leo mchezoni mtazamaji limeandika Dta Pembe awataka wasanii kutumia vyema vipaji vyao, huku KVZ atetea ubingwa wa netiboli muungano. Azam ya ngara ugenini michuano ya Afrika, habari ambayo utaipata katika nakala hiyo. Majira likiandika Club yajipanga kurejesha makucha e, yasema bado ina nafasi kutinga robo fainali Champions League habari hii ikitajwa ukurasa wa mwisho wa gazeti Majira. Habari nyingine nasema Azam Football Club ya ichapa Nairobi United CAF CC haya bana, CAF Confederation Cup. Habari hii imeelezwa ukurasa wa mwisho wa gazeti Majira. Sasa gazeti waelekea sport, leo yetu ndio kesho yetu, kunani? Kuna habari za kimichezo na burudani. Simba yamnyatia Alphonse Mabula, Yanga kuanza na Dodoma Jiji kabla ya Al Ahli habari hii imeelezwa hapa. Azam Football Club yafufua matumaini shirikisho, Berkane ya mchunia Mamadou Kamara, habari ambayo imeelezwa katika nakala hii gazeti. Eh, gazeti gazeti Mwana Habari Michezoni limeandika kocha Simba, hakuna kukata tamaa. Luvanga agonganisha Waarabu na Chelsea, habari ambayo imeelezwa ukurasa wa mwisho wa michezo bila shaka mwaifahamu. Luvanga agonganisha Waarabu na Chelsea. George Mpole aibukia Prisons ya Mbeya, habari ambayo imetajwa kurasa wa mwisho gazeti Mwana Habari Michezoni, inakala pekee asubuhi ya leo, ambayo inatamatisha magazetini kwa ujumla kutokea hapa Sauti Kuu TV. Mimi nilio kuangazia magazetini leo kuanzia mwanzo hata tamati, jina langu naitwa Dorcas Daniel, wengine huniita Double D, si mbaya. Upande wa mitambo Mwenzangu amesimama vyema kamera kuhakikisha mitambo inakaa sawa, sauti ikufikie katika ngoma ya masikio yako vilivyo, na utizame picha angavu asubuhi ya leo. Kabla hujaanza kurupushani za maisha za hapa na pale, nikutakie asubuhi njema.